Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa wa taifa la Mungu, karibu tusikilize somo la Injili Jumatano ndani ya juma la kwanza la Kwalezma, pamoja na tafakari yake. Injili yetu inatoka mwinjili Luka sura ya 11 aya 29 hadi 32: makutano walipokuwa wakimkusanyikia Yesu alianza kusema: Kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala kitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Maikia wa Kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa kuna mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Wapendwa, taifa la Mungu, tunapopewa nafasi ya upendeleo, tunaalikwa kuitumia vema nafasi hiyo tunaalikwa kuitumia vizuri. Tusipoitumia tutawajibishwa kwa sababu ya ukaidi wetu. Wayahudi wanataka Yesu afanye ishara na miujiza ili kudhihirisha kuwa yeye ni Kristo, yeye ni Masia, yeye ni mwana wa Mungu. Kama Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo na Kristo alivyokuwa ishara ya Mungu kwao, lakini hawakumtambua. Mungu amewapa upendeleo mkubwa, Kristo kuzaliwa kwao lakini kwa sababu ya ukaidi na ugumu wa mioyo, mioyo yao hawakumpokea na hivi wanahukumiwa kuwa na hatia kubwa. Nasi tujitathmini, tumepewa nafasi ya kuabudu kwa uhuru, tumepewa fursa ya kuhubiriwa juu ya Kristo. Tunaalikwa kutumia fursa hizi vizuri. Tusipobadilika, tusipo disha mwenendo wa maisha yetu, tusipomkubali Kristu na kumfuata, hukumu yetu itakuwa kubwa zaidi ya wale ambao hawakupata nafasi ya upendeleo kama sisi tulivyopewa nafasi ya upendeleo. Na hivyo tunaalikwa kutumia nafasi tunayoipata kumsikiliza Kristu, nafasi tunayoipata ya kuabudu, nafasi tunayoipata kusoma neno la Mungu, kuitumia vema ili hapo baadaye tusije tukahesabiwa hukumu. Hivyo ni mwaliko kwetu sote daima, nafasi tunayoipata kila wakati, fursa tunazozipata tuzitumie vema, ili kuepuka hukumu ya hapo baadaye. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.